Nyumba ongoza na njia elekea nyumbani. Jiwe, hivi ni kitu gani kile? Yaani siamini macho yangu hata kidogo. Hata kama ningeambiwa nisingeamini, nimeshuhudia kwa macho yangu. Maiti inawezaje kujitoa ndani ya jeneza ikakaa kwa juu? Jamani, kweli uchawi upo, maana nimejionea mwenyewe kwa macho yangu. Yaani ni kwamba sio wewe tu, hata mimi mwenyewe binafsi sijawahi kukutana na tukio kama hili toka nimezaliwa na nikapewa jina cha kufanya kitu kimoja kijiji tuondoke. Uwe vipi sasa, tunaondokaje? Mimi nimwache Melisa? mm -mm. Hiyo haipo hilo swala, sahau. Siwezi kuondoka pasina Melisa kwenye kijiji hiki, na dhamira naye na nitakuwa naye zungumza chengine kuliko wali nyama vitani. Wali ona wapi mvua inanyesha sehemu moja tu. Alafu nataka kungania tubaki hapa hapa. Wewe. Mimi siwezi kufanya hivyo. Mm, sasa kwa taarifa yako kitu ambacho ukifahamu. Nikolazi ni femi kununi kwa Melisa lakini sio niondoke ni muache huku. Mm -mm, mm -mm. Sahau. Ongea chengine jiwe. Huo ubishi wako utakuja kukutokea puani. Maana sio kwa kushuhudia tu ya watu. Ipo siku tutashuhudia kwetu.

Baluza mzee uko wapi? Mzee sijui, kila mtu kapita njia yake. Sasa jamani, samanini, tusogee kidogo hapo tuweze kuzungumza. Jamani, kuna nini? Samanini kwanza kwa kuwastua. Nadhani mlichokiona hapa mtakuwa mstaajabu nini kimetokea. Wakati tulipotoka hapa, kama mnajua, tumeenda kusiri mwili wa marehemu kaburini. Kufika njiani Njomba. Njomba. Njomba. Njomba. Njomba. Njomba. Hebu kuwa na ustahimilivu kidogo. Huyo mzee hapo yupo kwenye taharuki, hajui anachokifanya, amechanganyikiwa huyo. Jamani, kama unavyomuona mzee hapo, anachokifanya mwenyewe akijua ameshachanganyikiwa. Sasa, kama nilivyowaambia, baada ya kufika njiani wakati tunatembea kidogo, maiti ikatoka ndani ya jeneza, ikakaa juu ya jeneza. Na mmoja wetu aliyekuwa nyuma ndiyo ameona lile tukio. Alivyoona lile tukio akakimbia. Sisi tukakaa tu, hatujui kitu gani kilichotokea. Tukachukua jeneza tukarushia chini, tunaangalia juu, tunakuta maiti ndo, kila mtu kakimbia, kataruki, kakimbia ndo wote na kila tumetuk... <coughs> <Hey! tos> vuenda changamoto zinazidi, we madizaa na mzee baadaye Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungu tujaviona. Watu wanaobadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. mwana arakaraka hivo, hata salamu ujatupatia kwema? Unapotoka samanini kwa kutu kwasalimia. Mimi huko nilikotoka siyo kwema. Ninyi nyinyi mnaelekea wapi? Tunaelekea msibani. Kwa ushauri wangu tu, hiyo safari ya msibani ibwigalishe ni haraka, uyi ni nyumbani mkapumzike. Kwa nini mimi natokea huko msibani ambapo nyinyi mtaka kuelekea. Mefika msibani kama ilivyokuwa kawaida, wanaume wote tuwakusanyika tukachukua jeneza kuelekea malaloni kupumzisha marehemu na, na, na, na, na kipindi tupo njiani kuna tukio kubwa limetokea na, na, na kwa mfano tu mulishawai kushuhudia maiti inatoka ndani ya jeneza kuja juu ya jeneza. Sasa hiko ndicho ambacho kimetokea. Baada ya kutokea tukio hilo, hakuna ambaye amekaa ile eneo wote, wanaume wote tumetawanyika, kila mtu akapita njia yake. Sasa huko msibani ambako nyinyi mtaka kuelekea, pameshoko wapazito na washaulini tu, musiende oline, nyumbani mukapumzike. Mimi sina muda tena kuendelea kubaki kuwa hapa, nitanisamia wadogo zangu. Hivi umeelewa kaka Makoloboi? Nimemwelewa, inaonekana uko msibani mambo yashavurugika. Sasa sielewi tunaelekea msibani au tunarudi nyumbani mm. Kwa alivosema mwenzangu mimi naona tu turudi nyumbani. Shikonyinge no shikonyinge wako vetakine chini ya Uvungu. Naletogwa na mane, siri ya Uvungu Naletongwa na debe isiri ya Uvungu, Uvungu chile moke chile moke, chile, moke, chile moke chile moke Uvungu, chile moke chile moke Uvungu. Siamini, ndugu wangu, kama nimefika nyumbani salama, maana kwa hali utokea kule msibani. Ni makubwa sana, jeneza kutoka juu mpaka chini. Hmm hmm. <coughs> Umeonayo tu yaani, hapa kijijini utaona mengi, kipindi ya upo hapa kijijini tumuona mengi zaidi ya shuga yangu kwayo weji kazi tuvumilie ndugu hmm, yangu mimi mwenzangu, hata sikusindikizi maana, ka navunijua mimi ni muoga. Sio, unaelewa sitaweza mwenzangu. Wewe fanya tu kwenda mwenyewe haya, mwa mwali wangu, ngoja mimi niende haya, basi kwakaonana. Shangazi, ni huko nilipotoka. Wakati tuko njiani tunaelekea malaloni kustirimirwa marehemu, ilinyesha mvua kubwa sana na hisi ni kama ile mvua ambayo nilikuwa DC hapo awali. Maana wakati mvua inaendelea kunyesha, ghafla alitokea mjomba. Nadhani sio kama ile uliyoniambia, maana ile ilikuwa ikimgusa kiumbe yoyote, lazima impe athari isipokuwa ni yeye tu. Aya nimekuelewa. Maana nimekuuliza hivyo baada ya kukuona umeloana. Jambo jema, nipishe na nionge na mjomba. Nimefurahishwa sana, maelekezo niliokupa umeyafanya ipasavyo. Na hii ndio sababu ya kukuambia mpeleke mama yako kisha urudi haraka sana. Wewe ni mtoto wa kiume. Inatakiwa kuambatana na mimi kwenye haya ambayo kwa anapigana nayo. Kwa hiyo kuanzia hivi unatakiwa kushikamana na mimi kwa kila jambo ambalo nakuelekeza. Sawa? Sawa mjomba, nimekuelewa. Na nitasikiliza maagizo yote utakayonipa. Na kadri siku zinavyozidi kwenda, napata maana halisi kupitia wewe. Na kwa jinsi ulivyompambania mama, sidhani kama nitakiuka matoka yako. Sawa? So, ingia ndani. Pamwia karibu. Sina haja na karibu yako. Na shida na mamako, iko wapi? Hmm? Ngoja kwanza, ngoja wewe, ti nimekuja kumulizia mama yako, hata kama utaki kusalimiwa na mimi. Haya, hicho nitakujibu ambacho nataka na ni kujibu kweli. Afwe, naomba nikiongea, naomba unijibu kama unavyotakiwa. Una nauliza mama yako iko wapi? Maana hapa kijijini nyinyi mnataka muogopeke Nyinyi ndio mnadai ndio Mungu mtu hapa. Kila mtu aogope nyinyi, si ndivyo? Eh? Hivi mnajiona nani nyinyi? Eh? Na nataka kuongea na mamako. Au uko ndani kajifungia? Hm? Wema toka. Shetani wa mguu mmoja wewe. Kila mtu anataka kuogope wewe. Umeyavundua, kuyavundua fa na kushinda. Nakwambia hapa siondoki. Yaani hapa mimi nipo siondoki, yani mpaka nijue hatima ya udugu wangu. Na anajua kabisa huyu mamako. Sina udugu mwingine zaidi ya kibe. Iaa, <laughs> labda tu nikukumbushe kwamba huu ni mda wangu mimi wa kuflo. Umeona, uelewe kabisa mi unavyotirika hapo. Biki haiwezi kaenda io taratibu hivi hivi bila malipo. Ndio malipo yake, yani biki ni otomatiki. Utakacho upanda ndicho unavuna. Endelea nizidi kuandika maamuzi yake, matokeo yake shu mwavi mupate kuja hapa kufulofulo kufokafoka ndo hmm. malipo yake, kenge kabisa yake na wendo mimi. ulikupotezea <tus> sasa Mpe taarifa huyo mama wako. Mimi biashara zangu haziwezi kwenda bila eh, pale tulipokaa wanawake hakuna hata mmoja robaki. Watu wametawanyika, kijiji kimezidi mauzauza hiki. Yaani mambo ni yanatisha. Ya uh. Yaani kijiji kimezidi. mauzauza kila siku kila pakikucha kucha, yaani hata walokuwa kwenye walenda kuzika wanavyosimulia maiti ilikuwa ndani ya jeneza, lakini ghafla inaonekana ikawa iko juu ya jeneza. Yani mauzauza yamezidi hichi kijiji, mimi nimekinyanyulia mikono juu, yani imepitiliza sasa. Oh, yani wifi acha tu mi nichunge dhambi kabisa. Mfano kama huyu mtoto wa watu amewakosea nini, mpaka ameamua kumfanya kama hivo hmm? nahisi nice kabisa walimfanyia huyo binti hivyo, ndio walimteketeza mume wangu mimi kama mshumaa. Wifi, usikufuru Mungu, dhana mbaya, yaani usimdhanie mtu ambaye hata ajifanya hicho kitu. Alafu inabidi ujikaze, punguza kulia, itakuwa kila ukimkumbuka kaka unalia hivyo <laughs> so, wifi. Inaniuma. Alafu kumbuka kaka kavungu alipo ndani anaumwa, ukianza kulia tu tutamtia hofu tunamtia presha, uwe kaka jikaze wifi yangu, sawa sawa. Inachotakiwa ukimkumbuka kaka, mwombee Mungu, omba dua, hata yeye huku alipo atafurahi, ataona, mke wangu kweli kanikumbuka kwa mazuri. Sawa, nimekuelewa labda nikuletee, <coughs> labda, ni labda maji ya kunywa au au labda kahawa na juisi cha chandu Kanaondoka, kamegundua hapa sio tu. Leane, sisi hatutoi misaada, kakenge kabisa yake. Nenda bibi wetu mekuchoka bebi. Alo, nimekachamba kamirigia, kijona kimoja unaenda nacho kwenye shughuli nane, shughuli kumi na sita. E, ila biasimini na yeye hapa kumekuwa kama vile yaani kwenye uwanja wa mpira, sijui ni yaani, sijui ni mashindano ya nini? Akitoka kocha huyu, anakuja kocha mwingine, akitoka huyu, anakuja kocha mwingine. Tatizo hili linatoka wapi? Tatizo pati tu, tatizo pati siri, tatizo pati hizo. Isikie sehemu umeme ukate ushindo, hata kuangalia hizo series Hebu niache mbwembwe. Hivi juu kama unaniumiza? Eh? Na hii tabia kunivuta vuta hii. Uone kama unanidhalilisha. Mimi sikudhalilishi wewe. Wewe unajidhalilisha mwenyewe. Sasa unasema nikuache. Tunaondoka nyumbani au unarudi msibani? Nataka nirudi msibani. Maana ndo kwanza nilikuwa nataka kwanza kuliandika gazeti langu. Eh? Unanipeleka nyumbani. Wewe unajua kama kuna watu mimi nyumbani nimewaacha. Nirudi mimi msibani ili waniulize huko kumetokea nini. Haya, mfano ndo narudi nyumbani, mimi wananiuliza. Nawaambia nini? Naanza kuandika na kalamu ili nifikishe ujumbe ule kwa kamili. Haya sasa, ukiniuliza mimi nawaambia nini? Kipipi wewe, matatizo hayakutaki, ila wewe ndo unayalazimisha matatizo yakufuate. Nazungumza mimi, ni mwanaume wako wa kwa ndoa. Kuanzia leo sitaki kukuona ukienda msibani, mimi nitakuwakilisha. Hmm. Hmm. Nilichokifanya pale, sikutaka hata kumuua mwanangu wala kujiua mimi mwenyewe. Nitaka nikuwe wewe na presha. Wewe unajijua kabisa, wewe ni baba kijacho. Kilichokunyanyua kwenye mkeka kwenda kushika jeneza, ndo makubaliano yetu. Hivi we mwanamke, mboni mnyama sana wewe? wale ni binadamu na sisi ni binadamu, kuna leo yao na kuna kesho yetu. Ivi ikitokea kwetu inakuwaje? nimekwenda pale kwa sababu ya bwaga na makoroboi hawajizoea kulipamba vizuri jeneza. mimi ndo nimezoeleka pale, nalipamba jeneza, watu wote wananiangalia mimi, kwani sijanyuke? Nimefika pale nimelipamba vizuri tu, wamemaliza wamesema, tuliingize ndani tukachukue maiti. mimi si nimegoma kwa kusikiliza nini, kwa salangu sasa. kwa hiyo wewe ndo mpamba majeneza wa mkulanga mzima hmm? nitakunulia daftari na peni ili uandike nyimbo za mapambio na hiyo kupamba majeneza. Wewe mwanamume una shobo sana na ndio maana Mungu akakunyima kolomelo na hili la Katonge, akanipa mimi ili nundu kwa ajili ya kukuhifadhia wewe mabaya yako, na kutokuwa na kifua. Mnafiki mkubwa wewe. Da, ase kipipi, umenitukana sasa. Basi nakwambia hivi, si unajiona umesimama hapo dakika chache baadaye utajikuta upo chini kipindi hicho sura yote na michanga. Sasa utajiuliza nani alikupeleka hapo chini au kitu gani? Sasa nakuuliza unaelekea nyumbani au unarudi msibani? Mbwembwe, kwa leo niko tayari uniue, siendi nyumbani mpaka nikalijaze gazeti langu, wala sikui wewe. Msema kweli tu dawa yako, utaenda mwenye nyumbani. Msema kweli ndo nani utamjua tu. Tunakwenda nyumbani au unarudi msibani?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 Wewe vipi ukaka? We, mgeni hapa kijijini, nadhani ni mgeni maana sijai kumuona, ndio kwanza namuona hapa. Mungu anaumba jamani, yaani hapa duniani kuna wavulana wazuri. h Hey, yaani nimetokea kuvutiwa na yule mkaka, yaani natamani hata niwe naye. Wacha wechango, uogopi. Kwa hiyo toka umeenda kwa yule mtaalamu wako kukutibu lile pepo lako lilikuwa linakusumbua. Sikuizi umeanza kuwa na tamaa ya wanaume eti. Wewe uliniambia ulikutana na mwanaume akakutongoza. Aya huyu tena wa nini? Hata kama dada, yani hapa nilipo natamani hata nimwite niongee naye japo kidogo tu nafsi yangu isiuzike. Wewe umwite wa nini? Na ukisha muita atatuchukuliaje sisi?

hivyo estani, uwezi kwenda sehemu na ukarudi haraka eh, yaani kuchimba tu dawa kama umeenda kupanga foleni kupokea mshahara. Sio kwamba nienda muda mrefu, ila nienda msitu wa kwanza nikapata dawa zote, ila mwegea ndo sikupata, ndo kanibidi niende msitu wa pili, ndio maana nimechelewa. Sawa, na siku nyingine ukienda, ukumbuke kubeba panga pamoja na jembe. Ivi mke wangu, ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza, watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko, sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza ge kukanyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa